Kinamama wachuuzi kutoka soko la Marikiti huko Kisii wamejitokeza kuungana kufadhili masomo ya mtoto yatima ambaye babake alikuwa akihudumu kwenye soko hilo kabla ya kufariki miaka miwili iliyopita. Wakiwa wamevalia nguo zao za kazi, kinamama hawa walichangisha shilingi elfu 80 na kuandamana na binti huyo Fridah Luwoi hadi shule ya wasichana ya Nyanchwa ambapo walihakikisha kwamba amesajiliwa. Jumatatu asubuhi Shule ya msingi ya Kisii ilipokea wageni wasio wa kawaida. Hawa ni kina mama mboga wa soko la Marikiti mjini Kisii walioamua kuchukua hatua ambayo ni ya kubadili maisha ya msichana mmoja aliyejizolea alama ya hamsini na sita katika shule ya msingi ya Kisii. Licha ya umri wao, kina mama hawa wameguswa na upweke wa yatima mmoja aliyepoteza mzazi ambaye alikuwa mmoja wao. Cha kusikitisha ni kwamba msichana huyu Fridah Luwoi alikuwa amekata tamaa, kwani alipangiwa kuozwa kule nyumbani kwao Turukana baada ya kukosa wa kumlipia karo. So nashukuru nyinyi wa, wa wafanyabiashara wa ni wamama ambao wanauza hapa mboga hapa town. Mama mboga wanauza nyanya, kitunguu, wamechangachanga kidogo na leo tuko na furaha kwa sababu wamekuja na na box na mattress. Kina kinamama hawa waliovalia magwanda yao ya soko wakisema wameamua kuwa wazazi wa Luwoi na watahakikisha kuwa ametimiza ndoto yake. Ana mtu wa kumpeleka shule? Ana, ana mtu yoyote? hata hata hakuna mtu anauliza, huyo mtoto ako wapi sasa? Ndio tukaamua tukaona, Mungu atusaidie mtoto huyu aenda shule. Na huyu mtoto anatoka Turukana, tunataka tum, tumsongeze ili hata kama babaka alikufa aone hata sisi tuko naye pamoja. Safari ya kuenda shule ya upili ya Nyanchwa ikaanza. Waliamua kutembea mguu hadi shule, kila hatua ikionyesha ukakamavu wao. Ndani ya shule hii ya wasichana Luwoi alipokelewa na kusajiliwa rasmi na walimu na wanafunzi wenzake, japo umoja wa kinamama hao ukishangaza hata wasimamizi wa shule hii But umoja wao unadhihirika hata usajili ulipokuwa ukiendelea, tuna wanasa wakichangisha tena kufanikisha baadhi ya vifaa zaidi ambavyo vinahitajika. Ni rasmi kwamba Fridah Luwoi hatimaye amesajiliwa rasmi kuanza ndoto yake ya kuwa daktari katika shule hii ya wasichana ya Nyanchwa. Fridah anasema kwamba ndoto hiyo haingewezekana kama sio kina mama hawa wa kuuza mboga katika mji wa Kisii. Anatumai kwamba ipo siku ndoto yake hiyo itakuja kutimia. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, kaunti ya Kisii.